Kwa majina yangu naitwa Thomas Alex Selemani. Hapa nimesimama kama mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara ndaki ya Dodoma au kampasi ya Dodoma. Nimesimama mbele yako nikiwa na cheti ambacho nimetunukiwa. Uh, ni tupo baadhi ya, ya student wanafunzi wengi, lakini nipo peke yangu hapa, nikikuonyesha ni kwamba ni namna gani sisi kama vijana tunatakiwa tuwe tuwe wazalendo katika taifa letu hili la Tanzania. Hichi ni cheti cha certificate, uh, certificate of attendance. This is certified that Thomas Alex Selemani has attended at a short course on protocol and etiquette held on kamati ya vijana ya vijana wazalendo CBE Dodoma from 14th to 15th February. Uh, nii kuonyesha ni namna gani tu, vijana tunabidi tuwe wazalendo na hichi ni cheti changu ambacho nimekabidhiwa, cheti cha itifaki pamoja na adabu. Sisi kama vijana tunatakiwa, ni jambo jema na ni jambo la msingi sana kama tukijifunza kuhusiana na utaratibu au tukijifunza kuhusiana na protocol. Protocol, it means itifaki tukijifunza kuhusiana na itifaki pamoja na etiquette ambayo ni adabu. Tunajua ni unaposimama katika maeneo tofauti tofauti for example, uh, ninapoenda kusimama katika serikali au kusimama kwenda kuzungumza na viongozi wa nchi au viongozi wa eneo husika, sitakiwi kusimama kuzungumza kama vile ninavyoweza kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Kunajua kuna aina tofauti tofauti za, za itifaki Unapokuwa katika serikali hautaki kusema mambo vipi? Hapana, hiyo sio kweli. Tunapokuwa kwenye mtandao kwa net, tunasema network protocol, hiyo ni, ni, ni, ni vyema hasa, unaweza kuzungumza mambo vipi, unaendeleaje? Uh, that's better and so good, good, good, good, good. lakini pia net na hizi uh, protocol zimetofautiana, zipo katika sehemu tofautitofauti for example ni traditionally katika masuala ya kidini, katika masuala ya kimila na kidesturi. Hivo ni vizuri sana sisi kama vijana wakati ambapo tunaenda ku represent na bidi tujifunze kuhusiana na protocol. Tumeona kuna watu wengi wakikosea the way ambavo wanazungumza na viongozi wakubwa wa serikali uh, na namna ya kuzungumza imekuwa ni, ni vibaya au amini kwamba wameenda tofauti au kinyume na na vile ambavyo inatakiwa tunaposimama katika majukwaa. Hii hapa ni certificate yangu kama unavyoona. Lakini nipende kujua ni namna gani wewe unazungumzia kuhusiana na hivi vyeti ambavyo watu napatiwa au kuzungumza kuhusiana na utaratibu mzima kuhusiana na na watu kujifunza kuhusiana na itifaki pamoja na adabu, sisi kama vijana wa nchi yetu ipendwa. Hivyo basi, hapo chini kwenye comment hakikisha umecomment chochote kitu kuhusiana na itifaki, lakini usisahau ku, ku, ku, kufollow. Pia kitu cha msingi tupo YouTube, chaneli yetu ni Our Generation TV. Don't forget to subscribe.